Kisha katika nyayo za hao manabii tulimtuma Isa mwana wa Mariamu, akithibitisha yale yaliyoteremshwa kabla yake. Na tukampa Injili yenye mwongozo na nuru, na ikithibitisha yale yaliyoteremshwa katika Taurati, ni mwongozo na mawaidha kwa wenye kujihadhari. Basi watu wa Injili na wahukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Na wale wasiohukumu kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, hao ndio wapotovu. Amekuteremshia kitabu kwa haki akithibitisha yale yaliyokuwa kabla yake kama alivyoteremshia Taurati na Injili kabla yake, kuwa ni mwongozo kwa watu na akateremshia Ayat. Hakika wale waliokadhibisha Ayat za Mwenyezi Mungu watapata adhabu kali, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye uwezo wa kuadhibu Al-Imran 334. Enyi watu wa Kitabu, msiwe wenye kupita kiasi katika imani yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila kweli. Masihi Yesu mwana wa Mariamu hakuwa ila Mtume wa Mwenyezi Mungu, na mtimizo wa neno lake kwa Mariamu, na roho kutoka kwake. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na Mitume Wake, na msiambie Acha! kwa ajili yenu wenyewe. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu mmoja. Utukufu ni wake. Ametukuka kuwa na mwana, na viliomo mbinguni na viliomo ardhini ni vyake. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa Mlinzi. An-Nisa 4:171. Hakika Sisi tumekuteremshia Kitabu hiki kwa haki, na ni uthibitisho wa yale yaliyokuwa kabla yake, na ni uthibitisho juu yake. Basi wahukumu baina yao kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matamanio yao badala ya ukweli uliokuja kwako. Na kwa kila mmoja wenu tumemwekea sheria na mtindo wa maisha. Na kama Mwenyezi Mungu angetaka angekufanyeni umma moja tu, ila ili akujaribuni kwa yale aliyowapa kila mmoja wenu. Basi piganeni katika kutenda mema. Na kwa Mwenyezi Mungu nyinyi nyote mtarudi, kisha atakuarifu juu ya yale mliokuwa mkitofautiana. na alipokuja Yesu na hoja zilizo wazi, akasema hakika, mimi nimekujeni na hikima na ili nikuelezeni baadhi ya yale mliokuwa mkitofautiana, basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitii mimi. Az-Zukhruf 4363. Na kumbuka, wakati nilipowaamrisha washirika wangu kuamini mimi na mtume wangu, wakasema, tumeamini na tunashuhudia kwamba sisi ni Waislamu. na hakika tulimtuma Nuh na Ibrahim na tukawapa wazao wao unabii na kitabu, na miongoni mwao yupo aliongoka, na miongoni mwao yupo aliasi. Al-Hadith 5726.